Naitwa Zainabu Abdallah Issa, mkuu wa wilaya Muheza. Naomba nichukue fursa hii kwa niaba ya viongozi wa wilaya Muheza kualika wananchi wote wa wilaya Muheza siku ya Ijumaa tarehe 13 mwezi wa 6 2025 katika mapokezi ya mbio za mwenge wa uhuru hapa wilayani Muheza ambapo kiwilaya tunautarajia kuupokea mwenge huu kutoka wilaya Korogwe lakini kuukabidhi siku ya tarehe 14 mwezi wa sita mwaka huu katika wilaya Pangani. Tunatarajia mwenge wa uhuru utakimbizwa kilomita 90.4 kwenye miradi saba yenye thamani ya zaidi ya bilioni moja nukta sita, ambapo katika hiyo miradi miwili itawekwa mawe ya msingi miradi minne itazinduliwa na mmoja utakaguliwa. Ndugu wa wananchi wa wilaya Muheza, kama mnavyofahamu mwaka jana kwenye mbio za mwenge wa uhuru tulikuwa namba moja kimkoa, lakini pia kitaifa aliyetangulia kitaifa alikuwa na na asilimia 86, na sisi kama wilaya Muheza tulikuwa na asilimia 83. Hivyo kama wilaya wilaya, tulikuwa tumejipanga vya kutosha kwenye maeneo yote ya miradi, kuhakikisha miradi inakuwa na ubora na viwango, lakini kuhakikisha hamasa ya kutosha inakuwepo kuanzia kwenye eneo la mapokezi, maeneo yote ya mradi hadi eneo la mkesha. Lile la mwaka jana lilikuwa ni trailer, na waahidi wana Muheza wana wa wana hanuhanu kwamba mwaka huu tunaenda kufunga kazi. Wasanii mbalimbali A list artists watakuwepo na itakuwa na surprise kabambe siku hiyo ya Ijumaa. Niwaombe vijana wote, wanawake, wapenda burudani ndani na nje ya Muheza, tunawaalika kwenye mkesha wa mwenge wa uhuru hapa wilayani Muheza, nikiamini ndio utakuwa mkesha wa aina yake toka mwenge wa uhuru umeanza kukimbizwa mwaka huu. Tell your friend to tell your your friend friend to do not miss this moment. Pia tutakuwa na kongamano maalum la vijana ambalo tunatarajia mgeni rasmi atakuwa mkurugenzi mtendaji wa kituo cha wekezaji Tanzania, ndugu yangu Gil Terry, pamoja na watoa mada mashuhuri na wabobezi. Karibuni sana ndugu zangu. Mwenge wa uhuru unaenda kuangaza miradi ya maendeleo, unaenda kuleta umoja wa kimataifa na kudumisha amani, umoja na mshikamano. Niwaalike wote kuja kushuhudia miradi mbalimbali itakayokaguliwa, lakini niwaalike katika mkesha wa mwenge wa uhuru hapa Muheza. Sisi tumekwisha uasha mwenge na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro, umulike hata nje ya mipaka yetu, ulete matumaini pale ambapo hakuna matumaini, upendo pale ambapo kuna chuki, na heshima pale ambapo pamejaa dharau. Shiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, wa amani na utulivu. Mwenge wa uhuru oye! Oktoba tunatiki